Kufuatia taarifa iliyotolewa jana na rais wa Marekani Donald Trump aliyetangaza marufuku ambayo itazuia raia wa mataifa kumi na mawili ikiwemo mataifa saba ya Afrika kusafiri kwenda Marekani akidai matatizo na tishio la kiusalama. Mimi kwenye laini ya simu nimemtafuta mwanasiasa mbobevu hapa nchini Tanzania na mchambuzi wa maswala ya siasa na diplomasia, bwana Jeremiah Maganja kuliangazia hili, kwa nini mataifa ya Afrika yanaona kuna athari za katazo hili. Karibu sana ndugu Jeremiah Maganja. Asante sana Asante sana. Moja kwa moja tungependa kufahamu kwamba taarifa hizi, kwa nini zimeonekana kuwa na zimeleta mshtuko pasi na shaka kwa mataifa haya ya saba ya Afrika? kwanza sidhani kama kwa raia ambaye raia wa Afrika na hata sehemu zingine ambaye anaielewa ana vizuri Marekani na anaelewa vizuri mataifa yake, ni maanishe eh, sisi Waafrika kama tunajitambua, wale wanaojitambua vizuri, sidhani kama nikuna kuna sababu ya kustuka. Basi na shaka tumeona tume ya Umoja wa Afrika imeonyesha wasiwasi wake kwa kuhusu, eh, kwamba kutakuwa na athari za marufuku eh, kutokana na marufuku hii mpya ya kusafiri. Eh, kwa nini eh, tume hii ya Umoja wa Afrika imeonyesha wasiwasi uh, wasi wake juu ya hili? Mimi, mstuko wao ninaweza kuona kama mstuko wa wenzao yani wale nje ya saba wale waliobaki wamestuka mbona wenzetu wameguswa, na sisi tutafuata. Nafikiri naweza nikalisema hivyo. Kwa nini mataifa haya saba na si mengine? Hasa imezungumzwa Chadi, Jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, Gine ya Ikweta, kuna Eritrea, Libya, Somalia, eh, Sudani, lakini pia kuna Sierra Leone, eh, Burundi, eh, Togo. Kwa nini mataifa haya ya Afrika? Sababu zao za kwanza ni ni tishio la la ugaidi na taasisi wanazosema za kigaidi yaani, magaidi na ni kufadhili ugaidi, lakini pia kuna tishio la usalama wa kwao. Sasa kwa mapana yake ndilo ambalo limefanya hizi nchi hasa za Afrika zizuiwe. Kwa nini zizuiwe, na kwa nini zionekane zinatishia usalama wa Marekani? Yaani watu wake ni tishio kwa usalama wa Marekani. Kuna mambo matatu hapa, ndugu mwandishi wa habari. La kwanza, viongozi wa hizi nchi za Afrika zilizotajwa na nyingine ziko nyingi zitafuata na hasa kusini mwa jangwa la Sahara. Viongozi hawa wanalimbikiza fedha za wizi na mali zingine za wizi katika mataifa ya Magharibi na mataifa ya Marekani ya Amerika ya Kaskazini, kwa maana ya Marekani na Kanada. Lakini na washirika wao, yaani ndugu, marafiki na jamaa zao, wanalimbikiza fedha kule, na hawa marafiki, ndugu, jamaa, watoto zao na nini, wengi ndio wenye uwezo wa kuwa Marekani yaani kutoka washirika wengi ndio wana, wana uwezo wa kuwa huko, lakini hao hao wanaweza kuwa huko wana aid hey, wanawezesha watu wengine kwenda huko. Watu hao kimsingi unakuta wengi wao hawafanyi e, kazi zinazoweza kuwafanya waishi kule, isipokuwa wana pesa nyingi wanazoweza kuzitumia kushawishi mielekeo yao kwa wale walio walio nao yani, wanaowawezesha kuwa kule pamoja na watu wengine walioko mle ndani, kwa sababu wana fedha wanaweza wakazitumia kufanya ushawishi e, e, wa uvunjifu wa, wa taratibu za kuishi kule, uvunjifu wa sheria. Hayo yameonekana sana, kwa sababu wana- wana uwezo yani, wanahela wasizozifanyia kazi ni hela zinazoibwa kutoka katika nchi zao na wanazitumia kwa sababu si hela ambazo unazibajet, kama nimepata mshahara au nimepata faida yangu hii kwenye biashara yangu E, tishio lake ni nini? Tishio lake ni kwamba wanaweza kutumia fedha hizo hizo kushawishi matendo ambayo ni ya uvunjifu kanuni, taratibu na sheria za nchi hiyo. Ni mbili, e, Marekani inaona kwamba watu hao wanaweza pia kushawishi e, watu kimwelekeo wa itikadi ziwe ni itikadi za, za, za, za, za, za, za kidini, itikadi za kirangi, rangi ya mtu na kadhalika na kadhalika shio la mwisho walilonalo wanalolisema, makundi haya ya nchi hizi, viongozi wake wengi e, wakiwatumia ndugu zao, marafiki zao na jamaa zao, kama nilivyosema, ambao wanakaa huko. Marekani inaamini kwamba hawa wanachofanya ni money laundering, yani wanafanya utakatishaji wa fedha na kutumia fedha chafu, mambo ambayo ni hatarishi kwa uchumi wa Marekani lakini ni hatarishi pia usalama wa Marekani katika katika maeneo mbalimbali. Asante sana. Sasa kwa upande mwingine, ningependa kufahamu sasa, haya mataifa yenyewe, pasi na shaka ilikuwa na uh, uh, uhusiano na, na, na taifa hilo yenyewe, yanakwenda kuathirika vipi sasa, aidha kidiplomasia na mambo mengine ya ushirikiano? E, nchi nyingi za Afrika karibu asilimia mia moja tunategemea misaada bajeti za maendeleo, kuna zile ambazo zinategemea kwa asilimia hamsini, arobaini, thelathini. Kwa mfano nchi kama Botswana, Namibia, nchi kama Mauritius, nchi kama Kenya, kwenye bajeti zinategemea kidogo. Lakini kuna nchi mpaka hata li, ile recurrent budget, yaani matumizi ya, ya kawaida ya, katika bajeti zao unakuta zina asilimia hamsini zinategemea mambo ya nje, au asilimia thelathini au asilimia arobaini wanategemea misaada. Sasa hizo nchi ni kweli zitaathirika, nchi kama Sierra Leone, nchi kama Chad, nchi zingine ambazo hazijiongozi eh, vizuri, ambazo eh, hata kuzipiga kuzi, kuzi, kuzipiga marufuku, nadhani wapige tu marufuku ya raia wake, lakini sio misaada. Nchi kama Sudan ni nchi ambayo imeanguka kabisa kwa sababu ya ubabe wa kijinga tu, eh, kwa hiyo ni kweli hizo nchi zitapata shida sana lakini kama wakikaa hasa wale wasio na vita kwa sasa, nchi kama sierra leone eh, eh, chadi haiko salama sana kwa sababu ya vita. Eritrea haina vita na nchi nyingine yoyote, na eritrea wame wana uzoefu wa kutengwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo so, eritrea anachotakiwa kufanya ni kuishi vizuri na majirani zake basi kwa hiyo kwa maana hiyo uh, tutegemee kwamba matamko kama haya mbalimbali yataendelea mbali kutolewa na rais wa Marekani, Donald Trump, hasa katika maeneo mbalimbali uh, si tu haya ya kusafiri na zaidi mengine. Ndio ndiyo ndio Donald Trump atachukua hatua. Haya ni maandalizi anayofanya, ni kazi ambayo ilikwishapangwa pangwa. Marekani haiongozwi na, na, na, na raisi, yani kwa maana kwamba raisi anakija anakuja na mambo yake na madaraka yake yote na kila kitu na kila kitu, hapana. Haya mnayosikia Trumpu yalishaandaliwa na mifumo ya uongozi wa nchi, yalisha pia andaliwa na mifumo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya inayomuongoza rais kufanya kazi zake. Kwa hiyo haya ni sehemu ya ya, ya ya domestic policy eh, yani sera ya mambo ya ndani ambayo wanapo inapotoka nje ndiyo inakuwa eh, inaitwa sera ya mambo ya nje ya Marekani na ndugu Jeremaya, ningependa kufahamu pia sasa, eh, kwa kuhitimisha tu kwamba eh, ni, ni, ni kipi kwa ushauri wako, kwa mtazamo wako, jinsi unavyoona eh, kwa mataifa ya Afrika ambacho inapaswa kujiandaa zaidi katika nyanja zote? Mataifa ya Afrika ni lazima yatambue kwamba wao ni viongozi wa Afrika, watende vyema kwa nchi zao na raia wao, yani waangalie katiba zao, waangalie sheria zao, ziwe ni sheria za watu zisizuie muingiliano, zisiruhusu mambo mabaya, ili waishi pamoja vizuri, wafanye kazi vizuri, washirikiane vizuri, wajenge uchumi wao, wajenge jamii zao, wajenge ustarabu ambao hata mtu wa bara lingine akifika anasema hawa watu ni, ni jamii ambayo inaheshimu utu, ni jamii ambayo inaheshimu utamaduni wao, ni jamii ambazo zinaheshimu haki ya kuishi ya watu wao haki za kiuchumi za watu wao, haki za kiuongozi, haki za kisiasa za watu wao. Ni lazima turudi huko, tusiporudi huko tutafutika hapa duniani. Nini ndio maoni yangu. Ni kushukuru sana ndugu Jeremia Maganja kupata wasaa wa kuzungumza nawe, nasema asante sana. Nami nakushukuru ni kutakie jioni njema, asante sana. Huyo ni ndugu Jeremaya Maganja, mwanasiasa wa muda mrefu hapa nchini Tanzania, lakini pia mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, tukiangazia juu ya katazo la rais wa Marekani Donald Trump na baadhi ya mataifa kupigwa marufuku raia wake kusafiri nchini Marekani.